Rabia naweza soko kubwa Babati, naamini katika mchezo unaofuata kesho kutwa tarehe mbili na Singida Wiki Star lazima tuwapige tatu. Yani, Babati hatoki mtu, aje Simba aje Yanga wote lazima tuwakalishe chini. Ni kwamba katika mechi hiyo tutawafunga goli tatu kwa bila, pamoja na ukubwa wao, si ndio? Na sisi mashabiki zao ni kwamba tuko nyuma yao, tunawasapoti. Kwa maoni yangu nawashauri wachezaji ya wajitume, tuko nyuma yao, ni kwamba tutasapoti kwa kila namna. Gemu hiyo tutashinda kwa namna yote e. Na ninachotumaini kwamba Fountain Gate atakuja kushinda kwa magoli mengi sana, kwa sababu uwanja wa kala kutoka mtu ni, ni kazi ngumu sana e. Kwa hiyo na, naomba washabiki wengi wa hapa Babati wajitokeze kwa wingi kuja kuisapoti timu ya Fountain Gate, kwa sababu ndio kisha mkoa wa Manyara e, na... kuelekea kwenye mchezo wetu wa Fountain Gate na Singida Big Star. Tuna imani tutashinda na tutaondoka na pointi tatu. Atoki mtu kwa la stadium, karibuni sana mashabiki, tuje kushangilia timu yetu, chama la kwetu lile, chama la Babati wale pale, kwa kuangalia tu, kwa sababu hivi wale tutawapiga tatu tatu lazima wale, yaani yaani wamesimama hivi hivi mm. Warudi kwao wakaendelee tu kupalilia rizeti kule basi mm. Yaani hilo sio jambo la kuuliza.